Inaonekana maisha ama usalama wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu bado upo hatarini, ama kuna njama za kuhatarisha usalama wake, tunaweza tukatumia kauli hiyo. Uh, sijajua kwa mrengo upi au la. Hizi ni taarifa za ndani kutoka kwa kiongozi wa ngazi ya juu mwandamizi kabisa, ambaye ametoa taarifa hizi nyeti kabisa. Eh, tunamzungumzia mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Lema ambaye aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Arusha Mjini wakati huo wakiwakilisha eh, chama cha Chadema kabla ya kwenda kutimkia uhamishoni kwa ajili ya kulinda usalama wake eh, na baadaye alirejea nchini Tanzania. Sasa amechapisha taarifa hii ambayo ilionekana Siku ya Mei 30 katika ukurasa wake wa mtandao wa X, Godbless Lema alisema aliandika kwamba Mungu kwanza. Alianza kuweka picha ya Lisu akiwa na John Heche kwa maana mwenyekiti wa Chadema na makamu mwenyekiti wa Chadema Waki walikuwa wanaonekana wakiwa airport. Uh, bila shaka hii ni airport ya Dar es Salaam, kama nitakuwa sijakosea. Ilikuwa inamuonesha Lisu akiwa ameshikilia passport na kofia iliyoandikwa M4C kwa maana akiwa anasalimiana, bila shaka alikuwa anapokelewa au alikuwa naagwa kwa ajili ya kusafiri kwenda nje Lissu, hatujafahamu zaidi picha hii maelezo yake. Sasa picha hii aliambatanisha Lema, aliambatanisha picha hii pamoja na maelezo yaliyosomeka Mungu anasema, nanyi angalieni sana mnakula wapi mnakula nini, mnalala, mnalala wapi. Mambo hayako kawaida kabisa. Chuki na hila na mipango ovu ni mipana sana, lakini Mungu anasema maadui zenu wataangamia mbele ya macho yenu. Wataanza wale wa karibu kabisa. Msiogope, tembeeni katika dhamira njema, muone ukuu wa Mungu. Haki itashinda na vikwazo ni njia mojawapo ya kusifu tukufu wa Mungu. Kwa hiyo inaonesha dhahiri uh, kabisa kwamba usalama wa Lissu uh, na Heche uh, uh, uh, unapaswa kuwa makini sana, uangaliwe sana na kwanza, wawe na tahadhari wenyewe, wazingatie wanakula nini na wanakula wapi, wanalala wapi, wanalala mambo hayako kawaida kabisa, chuki na hila na mipango ofu ni mipana sana, kwa maana kumekuwa kuna chuki nyingi na hila nyingi Lissu pamoja na Heche kwa kauli ya Godbless Lema mwenyewe katika ukurasa wake rasmi sasa, ukifuatilia maoni ya ya watu uh, katika hilo chapisho utagundua kwamba eh, bado mambo ni mazito kwelikweli. Tibakula Junior anasema: Lema, naomba kuwe na ukaguzi mkubwa na analysis ya kutosha kuweza kuwajua watia nia wa kweli katika majimbo, maana mkiacha holela uh, kwa lengo la kupata pesa kama ilivyokuwa 2015 pale PPF House mtajikuta mipango yenu yote haifanikiwi. Ushauri wangu fanyeni, scanning ya nguvu kwa watiania. Huyu amejikita zaidi kwa watiania ambao wana lengo la kugombea katika majimbo mbalimbali kupitia chama cha Chadema, pengine eh, labda ndipo hofu ilipo ya usalama, kwamba pengine, kama chama hakiko tayari kuwaruhusu watu wakagombea, inawezekana watu hawa wakaanzisha njama za eh, kuhatarisha usalama wa viongozi ili viongozi hao atakapokuwa na dhofu au chochote kimetokea kwao, uh, watu hao wenye nia ya kugombea waweze ku viongozi waweze kuruhusiwa. Hatujajua swala hilo mrengo wa wa, wa, chapisho, wa, wa, wa maoni haya. John Ibrahim anasema, Mungu sio wavuguvugu, usiwapambe viongozi wako. Kama wameamua kuwa moto wawe moto, kama baridi wawe baridi. au wewe mwandika gani? Au wewe mwandiko gani unasoma? Mungu sio wa michanganyo. haya hii hii, naye amekuja kumchallenge Godbless Lema hapa. Mheshimiwa Lema, kiukweli sisi watanzania bado sana, kwa kuwa kwanza asilimia kubwa ya watanzania tuna njaa kali Udraki Laiza ameandika hivyo na kuongeza kuwa: elimu duni, hatuna misimamo makini, hatufikirii kuhusu kesho yetu, ni wanafiki na wazandiki wakubwa, pia hatujui kuchanganua maovu na mazuri, waoga kupita kiasi. Yaani ameishia hapo. Hawa ni hayo ni maoni ambao utawagundua e, wengine wanakwenda moja kwa moja ku Uh, toa maoni juu ya chapisho wengine wanaenda nje ya chapisho, lakini ujumbe mzito ama kini ama msingi wa taarifa hii uh, mtazamaji na msikilizaji, ni kuhusiana na usalama wa Lissu pamoja na John Heche. Mambo yalitokea mwaka elfu mbili na kumi na si, kumi na saba uh, sio ya kuweza kuyakumbusha sana umma, uh, wa Tanzania na ulimwengu unafahamu kilichojiri kwa Tundu Antipas Lissu eh, pale Elia Dodoma. Sasa haya tena yanajiri ambapo pia iliyesababisha haka, akaenda uhamishoni kwa ajili ya kulinda usalama wake. Na haya sasa yanaanza kujiri tena. Kuna nini ambacho Godbless Lema anakitaraji ama anakimaanisha anaki katika chapisho hili? Lakini wakati huo kuna picha ambayo ili inatembea sana huko mtandaoni inamuonyesha Tundu Antipas Lissu, bila shaka alikuwa Chunya kama si chunya basi itakuwa ni mbea uh. Kama si mbea itakuwa ni Katavi, lakini hii itakuwa ni, ni chunya. Lissu alikuwa akisalimiana na baadhi ya viongozi na wanachama wa Chadema, lakini katika eneo lile, katika ule mkutano, katika hiyo ziara ya no reforms no election, ambayo inaendelea kwa sasa, walikuwa wanaonekana jeshi la polisi, kwa maana maafisa wa jeshi la polisi wakiwa wapo wanalinda usalama wa raia katika eneo hilo la tukio, lakini pia viongozi hao kuna askari mmoja, kama ambavyo namshuhudia hapa, alikuwa akionekana akisalimiana na Lissu. Lissu alikuwa anaonekana ni mwenye tabasamu na haiba yake usoni ilikuwa ni yenye furaha dhidi ya askari ama afisa wa jeshi la polisi aliyekuwa amepewa salamu ya kiganja na Lissu, lakini yeye alikuwa amekunja ngumi. Kwa hiyo walishikana katika namna hiyo, kama ambavyo unatazama, na usoni, ama haiba ya uso ya afisa huyu wa jeshi la polisi haikuwa yenye furaha, ilikuwa yenye wasiwasi na tahadhari. Wakati huo wa pembeni kulikuwa kuna kada wa CHADEMA kama ambavyo unamshuhudia hapo, ambaye alikuwa anamtazama katika jicho la umakini sana huyu afisa wa jeshi la polisi aliyekuwa anapeana mkono na Lissu. Sasa ni nini ambacho kinajili ukitazama picha hii na mambo mengi ambayo yakielezwa yamekuwa yakielezwa ni nini kilichokuwa katika mkono wa Lissu ama ni nini ambacho kinaendelea katika haiba ya uso wa afisa wa jeshi la polisi dhidi ya Lissu ambaye alikuwa anaonekana mwenye furaha? Lissu alikuwa amemkagua afisa huyu wa jeshi la polisi kuangalia uh, uso wake na kutafsiri huyu, uh, saikolojia yake ikoje au la, au Lissu alikuwa tayari ana furaha ya baada ya kuzungumza au kabla na kupeana mkono na kusalimiana na viongozi mbalimbali akiwemo huyo, uh, afisa wa jeshi la polisi. Hiyo ni picha ambayo pia imezungushiwa na imetembea sana katika magrupu na imetrendi kwa kifupi na amekuwa akizungushiwa. Huyo kada wa Chadema alikuwa amevalia nguo nyekundu iliyowekwa nembo ya Chadema katika upande wa, eh, wa kifua upande wa mkono wa, wa kushoto. Haya ni masuala ambayo pia yanahusishwa na je, uh, Lema anachapisha ujumbe huu na picha hii kwa kurejelea hii picha ambayo tunaiona hapa. Mtazamo wako ni upi? Unao nafasi ya kutuachia maoni katika uwanja wa maoni.